Tusalie hapa hapa kaunti hapa namba 47, ambapo wachimba madini wadogo wadogo wanakongamana kupitia muungano wao ili kuishurutisha serikali kuwapa leseni ya kuchimba madini. Kupitia msimamizi wao Ahmed Salah, wafanya biashara hao wanasema wamekuwa wakipitia changamoto nyingi kwa kukosa leseni licha ya kuwa wanawakilisha asilimia 90 ya wachimbaji madini kote nchini. Hata hivyo, Wizara ya Madini imetia saini mkataba wa makubaliano na kufanya mabadiliko sheria inayodhibiti madini humu nchini. Sisi kama artisanal small scale miners sasa hivi hatuna permits na hatuwezi pata permits inavyoonekana na ni kwa sababu ya meli, ni kwa sababu ya kadasta, na kule kadasta inakuwa covered na kampuni kubwa kubwa na artisanal miners hawawezi wakapata leseni kwa sababu ya hiyo. Ombi langu itakuwa ni kwa waziri na kwa rais ya kwamba tujaribu kupata mbinu kama ya Tanzania yenye mtu small scale miner artisanal anaweza pewa permit bila kwenda through the cadastre. You are the people at the grassroots level. Our president has told us we must support the grassroots businesses.